Mimi ni kocha wa ngumi ya boxing katika mkoa huu wa Morogoro kwa jina maarufu naitwa Boma Kilangi, kiongozi wa mkoa pia ni klabu ya Mandela ambayo iko Jamhuri Stadium. E, kwenye ngumi kwenye mfumo wa boxing niko toka 74, sabini na nne mpaka leo, nimefundisha mabondia wengi sana, lakini kuna kilema cha tangu enzi ya kina Francis Cheka ambacho kipo kwa mapromota wale wanaotafuta game nje ya nchi, anapopata mechi inamaana wakala ndio anakwenda kama kocha badala ya kocha. Aidha, mara nyingi kuna posho au mapesa ambayo na, ya mwalimu saa ingine dola elfu mbili mia tano anatakiwa apewe mwalimu na nauli ya kwenda na kurudi, vile vitu vyote inamaana anachukua wakala. Kwa hiyo boksa kwa vile naye ana shida ya mechi na ana shida ya maisha inabidi aende. Mabaraza mengi yamepita lakini baraza baadhi ya watu tena wanaingia kwenye mitego ya mawakala. Kwa hiyo unaweza ukajikuta mwalimu au klabu ikipaza sauti kuhusu au bondia akipaza sauti, anaachwa nyuma, apewi game. Mabondia wanaolalamika na ndio wanakuwa mwisho wao wa kusafiri safiri. Kiujumla, serikali inatakiwa ilitolee macho swala hili na mchezo huu. Ujinga wake aliyoko kwenye, kwenye kona ndio anayecheza kuliko yule aliyoko ndani ya ulingo na ke, huyu mwalimu hapa ndio anaona kabisa mapungufu ya yule, huyu afanye nini ili ampige yule, lakini wengi washakwenda nje, hata Uganda hapo, mtu anaenda anapigwa knockout round ya pili au ya tatu ya nne, kwa sababu usipo na hakuna remote. Kwa hiyo ndio mechi zinavyokuwa ngumu nje. Bondia akikwambia kaenda kucheza kashinda, basi ujue kaenda na nchi na bondia mwenyewe kaenda na kule mchanga sisi walimu kama walimu tunalalamika tena, tunailalamikia kamisheni ya ngumi pamoja na BMT. Wizara ingekaa sana, ingekaa igundue kwamba, we umeona mpira, timu ya taifa ya mpira au timu ya Simba ishai kwenda nje au ya Yanga ishawai kwenda nje bila mwalimu? Hata kama mwalimu atapewa kadi nyekundu pale, kuna mwalimu msaidizi yupo pale atatoa mifumo. Lakini mabondia wengi wanakwenda nje wao kama wao, hawendi na mwalimu hata yule anakwenda naye kazi yake anampa maji, kunywa maji mwendo mzuri, kunywa maji mwendo mzuri. Ina maana pale atengenezi ile programu ambayo uliotengeneza mwalimu. Hata kama utamtrain huko, kwa sababu kisheria unapomtrain bondia ndio kule unaenda kumwelekeza, akacheze hivi, raundi hii ingia na mchezo huu, lakini anakwenda na, ma, na, na mawakala. Uwezo wa kuwapiga sisi watu wa nje tunao, ila mabondia wanakwenda pasipokuwa na walimu. Lakini sisi kama tunachoongea, tunachotaka mabondia waende na walimu wao. Hata kama sikwenda mimi ende mtu mwingine, lakini ni mwalimu ambaye aliokaa na yule bondia, ili atengeneze mfumo mzuri, mabondia wafanye kuleta burudani au ushindi, kwa sababu anapopoteza kule, lawama aziko naye yeye, lawama atakuwa ah, mwalimu sio mwalimu bora ah, ha, hana mwalimu bwa ha, au si bondia gani ah. Lakini wewe ukwenda aliyokwenda kula tena, unakutana mitaani bondia yako kapigwa keyo kule. Sawa, akapigwa lakini sikuwepo, ndiniona. Unajua, bondia anaomaliza, hata mwalimu ukiwepo, na maana atafanya vizuri, kwa sababu kwanza atakuwa na morali, mwalimu wangu huyu hapa. Lakini akiwa na mtu mwingine, yeye kakaa naye tu, vipi, mwendo mzuri bwana, nenda ukiona umezidiwa achia.